Kama unakumbuka tulisema alt nikuchukua kitu nikibonyeza alt kasi inabadilika. Alt nikagusa ukuta hapo, nachora ukuta nah. nikibonyeza alt ikaja kwenye nikachukua dirisha tu kwa hapo, ukiangalia haraka, unaona hivi vimbo viwili vinatofautiana ukubwa Ukipima ndani kwa ndani ichi ni ngapi? elfu tatu mia tano ukipima hii, elfu tatu mia tano elfu nne mia tano imezidi mita moja kwa kama imezidi mita moja kurudisha mita moja ndani nkwambakke katikati. Option hii ni kukunja na nini na nini, hapa ni ku introduce new node. Naweka new node hapo arudisha ukuta wangu mita moja ndani, ifanane na kule. Shift ni kunyosha kitu kwenye straight line. Kama ulikuwa naenda hivi, ukibonyeza shift, ukishikilia shift, unakuwa na trace huku, lakini huku inakuwa straight line. unaweza ukajaribu kwenye kompyuta yako hapo ukaona. Yangu nairudisha ndani leta iungane hapa kama hivyo, hii na hii inaonekana hazijaungana na zi intersect. Haya, wakati huo ukudidisha langu na diruu, kuna ukuta hapa umekatika, ijakanza ni futa hapa, kuna kuta mbili, kuna, kuna stretch inaonekana mpaka kule, hapo zinapa zimewowana. haya tumekosa dirisha letu hapo moja, tunaweka hapo madirisha. Haya ni makubwa sana kwa vyumba vya huko, kwa naweza nikabadilisha, akaweka tu mita mbili. So, kijawapo wanaangalia tunaona wana tukiurahisi tuje tuendelee sasa hapa auko watatuo pia nabidi wanajiuliza TV itakaa upande gani? TV itakaa upande gani? maana TV haitakiwi kuangaliana na dirisha. Unaweza ukapata tu experience TV ikiwa mbele ya dirisha, ukuwa naangalia TV mpaka ufunge pazia, kwa sababu mwangu anakuwa unasumbua. Ko, nikiweka TV hapa hapa hivi inamaanisha sitaeka Itakuwa ni sawa kwa sababu usamna dirisha lakini privacy hapa inakwaje? nikiweka TV hapa hapa katikati. Upande huu inamaanisha utakiwe kuona dirisha. Nikiweka TV hapa tutanyima dirisha hapa. Tuweke TV wapi? Sawa. Nitaweka TV yangu hapa. Kwa kama nitaweka TV hapo napata nafasi ya kuweka dirisha upande huu. Sasa dirisha langu la hapa ni la sebuleni, miekatu elfu mbili mia tano. Haya, dirisha langu la hapa ni la sebuleni, ni la mbele, itatupa picha nzuri kwa hapa. Nitaweka mita tatu, mita tatu. Piga kwenye video utaliona hili hapa. Haya, nalinya nalishusha chini kabisa, litoke chini

Sasa hili limekuwa kubwa sana hapo juu, inatabidi ni pakate kama hivyo, pakate kama hivyo sawa. Kwa harakaraka, tumekuwa tume tumeshapata picha kidogo. Kinachokuja nini? Haya. Islabu itu hapa inabidi tutengeneze ngazi. Tunatengenezaje ngazi? Ukibonyeza alt unachukua object au ni kitu chochote slab, slab. Nataka na slab, badala ya kuja huku kutafuta hicho kitu ambacho kama ni mia nne hamsini mimi nataka zile steps kwa badala ya mia nne hamsini mimi kwangu naweka mia hamsini sawa so, au naweza nikaweka mia tatu mia tatu naishusha chini negative mia hamsini nachora hapa goi inakuwa ni mia tatu hivi nikiweka labda elfu mbili ni mimi tu na join hapa Video dirili, tunaweza tukakueleza kitu hapa. Hii ni mia nne Hii ni mia tatu Mia tatu ni kutoka hapa mpaka hapa hivi, kika tu slab inakuwa mia tatu inakuwa hii hii ya mia tatu Negative mia hamsini tunaishusha mia hamsini chini, kwa hiyo inakuwa ni mia tatu inakuwa tunaona mia tatu iko fresh Ukiweka negative mia hamsini nachucha chini, inakuwa imeacha nafasi ya juu mia hamsini ambayo ndo raizi yetu. Kwa step ya pili naweka sasa hapa mia hamsini chini itakuwa negative negative mia tatu nachola hapa, au naweza nikachukua hiii nikaikopi pembeni nikaibadilisha hapo nikaweka hapa mia hamsini kwa negativu mia tatu, ukija kwenye 3D utaona um, imekua nimeshapata ngazi ya kuingia ndani, shapata ngazi za kuingia ndani hapo. Tuje kule mpande wa nyuma naziselekti Ctrl shift m ni kumira, inageukea nyuma. Ctrl d kudrui, nafika mpaka

Kwa kuona select hapa na drag vertically hapo, anaonyesha nengo za dirisha la huko, inafanya kitu kama hicho. Kwa tumeshaweka madirisha, tumeshaweka milango, tumeshaweka slab. Kinachofuata kingine tu hapo ni modeling. Ili dirisha tu limekuwa kubwa sana, tunaweza tuka introduce grids. Haya, kwenye grid hapo tunakuja kwenye sash option, sash one, au tunaweza tukaweka uniform sashes kwamba ya huku fanana nayo properties tunazoweka hapa na fanana na kando ya pili. Nachukua hiyo H2 grid, naangalia kwanza ilivyo. Kwanza nimekumbuka, tukiweka ya uniform sources inachukua moja kwa moja mpaka ile transform ambayo tunabidi tuache. Kwa naanza main sash 1, naweka H2 grid main sash 2, nanye naweka Introduce grid. Grid ni nini? Hizo hapo naona imeamua kwenda kule juu. Wacha tubadilisha hapo naona. Imeka kwenye transform badala badala ya main switch tu ndio nataka grid. Inakuwa kitu kama hicho. Mm, at least. Oh, I'm pumping up.